Labda maoni yangu mimi bado e, naona labda e, mguto ndo alizungumza ukweli kwamba hizi timu bora kutumia busara, lakini kwakuwa amwa kutumia, kutumia busara kutumia busara, mimi napendelea kutumia busara mchakati wa kikao karibu kuangalia, lakini mchakati aliyesimama timu ambaye anagombana naye atakakae naye sasa hivi ugombe umehamia TFF. TFF kwaweza kumwacha yanga kakaa naye Yanga amekuwa na maadui yake wote wawili, mimi nafikiri nguvu zitoke nje ya wao ndiyo akae kulimaliza tatizo hili, na hili jambo lilipofikia kulimaliza linawezekana, lakini watu ni kuweza kujitoa na kuamua. Kwa kuwa mimi naamini nimefika mahala, amini wakiamua bodi ya ligi kutumia kanuni inaweza katuletea mgogoro mkubwa zaidi, hiyo itakuwa double standard. Kwa hiyo naamini adhabu iliyotakiwa kupewa Yanga ndiyo ile ambayo ilitakiwa apewe Simba baada ya kuto kwenda tarehe nane mimi spen afika kwenye double standard ninachosema, hebu watu wachukue nafasi yao. Kama ni adhabu bodi ya ligi wameshaipata tayari, kama ni adhabu TFF wameshaipata tayari. La msingi sasa kae chini mpira a uchezi. Lakini nani wa kufanya hivi? Wenye dhamana ya mpira miguu Tanzania ambao naizungumzia, serikali. Sasa mimi naamini waziri ana nafasi hiyo unajua tafsiri vibaya kusema anaingilia eti mambo ya mpira miguu FIFA atatufungia. Kukaa na vyombo vinavyosimamia mpira kwa niaba ya serikali na kushauri siyo kosa. Kazi yao wale ni kushauri, siyo kuamua, ndo kazi ya serikali. Kwa hiyo waziri awaite Bodi ya Liga, aite tiepo, waite Yanga, na mimi ningefurahi sana na Mkuchika akashirikishwa ili waangalie maslahi ya mpira wa Tanzania. Mama Samia amewekeza fedha nyingi, amewekeza nguvu, anajenga viwanja kwa ajili ya mashindano yanayokuja. Waziri aongee ya na hao, awaambie hebu tumsaidie mama. Elekea sio nzuri, lakini zikitumika nguvu, ninachokiona mimi yataibuka mengi ambayo atazidi kutuvuruga katika mpira wa nchi hii. Sasa nafikiri enough is enough kwa kutumia diplomasia, waziri aite wote, ndio rahisi kabisa. Me hata mi sielewa anashindwa nini. Lakini siwezi kuruhusu bodi ya ligi amwite Yanga aongee naye, siwezi kumruhusu TFF mwite Yanga aongee naye o, tayari wameshakuwa saa mrufani na mrufaniwa, sasa hawezi kukaa pamoja tena hao. O, mi nafikiri serikali chukue nafasi yao, kwa sababu msibu aliongea kitu kizuri, akasema tumewachia bodi ya ligi na TFF wakishindwa atakuja kwenye serikali kwamba tumeshindwa. Waziri asikwepe majukumu yake, ndio tatizo naoliona mimi, ana uwezo wa kutatua tatizo hili wasibanze kwenye wetu kwa sababu FIFA atatufungia tukiingilia kuingilia, maana yake ni wajue, maana kuingilia ni nini. Kuingilia ni kuamua au kulazimisha, lakini mimi na uwezo wa kumwita mguso, kumwita mtu yoyote, bwana ebu, ebu nenda katangaze mwenyewe kwa na resign hapo, hujaingilia kwa sababu enda kutamka kwa mdomo wake, ila umetoa ushauri tu, lakini hawataki kukaa na watu hawa waongee nao, wanazungumzia kwenye bunge tu kwamba wewe, tumeacha sisi, hatutaki yeah. Kuingilia sio hoja hizo kwa hiyo mimi naamini hili jambo linakuelekea linaelekea kubaya zaidi, kwa sababu kesho tasikia watu wengine wameenda mahakamani. Wakienda mahakamani, imefika mahala tumejizira sasa, wanaona yoyote itakalokuwa naliwe na kutakuwa na athari ya mpira katika Tanzania. Wataenda watu mahakamani kufuta kesi, watakataa. FIFA hawatakuwa na njia nyingine kutufungia, wakati ulikuwa na uwezo wa kukaa chini na kulimaliza. Hebu vyombo vitumike, serikali chukue nafasi yake. Sasa tuna uchaguzi wa TFF unakuja, tuna uchaguzi wa serikali kuu unakuja ishirini ishiri na tano. Hata tuathirika wakija mambo madogo kama haya. Ili jambo lingemalizwa mapema kama lilivyosemwa mwanzoni, lingekuwa limekwisha, lakini wamttenijambo kufikisha hapo. Kwahiyo huo ndo ushauri wangu.